Adui wako wanayekuua kwanza ni upweke wako. Kila mara unapojifungia dunia inaendelea kupanga bila wewe. Unapojitenga unajipa adhabu ambayo adui zako walitamani ujipe mwenyewe. Tuendelee na sheria ya 18 ya kitabu cha The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Hii ni Sauti ya Kurasa, karibu. Sheria ya 18 Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. Usijitenge ngome ya kujilinda. Kujitenga ni hatari. Katika harakati za kutafuta usalama, watu wengi hufanya kosa la kujitenga. Wanapoumizwa, kusalitiwa au kushindwa, huamua kujifungia, kukata mawasiliano na kujenga ngome ya kimya kimya, wakiamini kwamba upweke utawalinda. Lakini kwa mujibu wa sheria ya 18, kujitenga si kinga bali ni mtego. Kadiri unavyojitenga zaidi, ndivyo unavyopoteza taarifa, ushawishi na kinga ya kijamii. Dunia ya nguvu haimheshimu mtu aliye peke yake, humeza. Nguvu ya kweli haiji kwa kujificha bali kwa kuwa katikati ya mtiririko wa watu habari na mahusiano. Unapojitenga, unapoteza macho na masikio, hujui kinachoendelea, nani anapanga nini, nani anakusema vibaya au nani anabadilika kuwa adui. Upweke hukufanya uwe rahisi kushambuliwa kwa sababu hakuna mtu wa kukutetea, kukuonya au kukupa taarifa mapema, hata kama una akili au uwezo mkubwa. Bila mtandao wa watu, nguvu zako hupungua. Historia inaonyesha mara nyingi kuwa viongozi waliopendelea kujitenga walianguka kwa haraka. Wafalme waliokaa mbali na watu wao walipoteza uaminifu, na wale waliokataa kusikiliza ushauri walishangazwa na mapinduzi. Kinyume chake, viongozi waliokuwa karibu na watu wao, hata kama walikuwa wakali, walikuwa na taarifa, ulinzi wa kijamii na uwezo wa kusikia tetesi kabla hazijageuka hatari. Ukaribu huo haukuwa ishara ya udhaifu bali ya busara. Katika maisha ya kawaida, sheria hii inaonekana kazini, kwenye biashara na hata kwenye mahusiano. Mfanyakazi anayejitenga, asiyeshiriki na anayefanya kila kitu peke yake, mara nyingi hupitwa na taarifa muhimu, hupoteza fursa na huwa rahisi kutengwa au kusahaulika. Mjasiria mali anayekataa kushirikiana, kusikiliza soko au kujiweka karibu na wateja hujikuta akifanya maamuzi bila mwelekeo sahihi. Hata kwenye mahusiano, mtu anayejifungia kihisia huonekana salama kwa muda, lakini baadaye hupoteza uhusiano, msaada na uelewa wa wengine. Hii haimaanishi uwe wazi kupita kiasi au uamini kila mtu. Sheria haipingi tahadhari, inapinga upweke. Kuna tofauti kati ya kuwa makini na kujitenga. Mtu mwenye nguvu hujenga mtandao mpana wa mahusiano lakini huchagua kwa busara nani amkaribishe karibu zaidi. Anaonekana, anasikika, anajua kinachoendelea lakini bado anadhibiti mipaka yake. Hapo ndipo usalama wa kweli unapopatikana. Kisaikolojia, watu wanaojitenga huanza kudhani dunia nzima iko dhidi yao. Hofu huongezeka, fikra huwafinyo na maamuzi yanakuwa ya kujilinda badala ya kushinda. Lakini mtu aliye katikati ya watu hupata uthibitisho, mitazamo tofauti na nguvu ya pamoja. Hata akishambuliwa kuna wanaoweza kumsimamia au angalau kumpa taarifa mapema. Kwa kifupi, sheria ya 18 inatufundisha kwamba kujifungia si suluhisho la hatari za dunia. Ngome ya upweke huonekana imara, lakini haina madirisha ya kuona adui akija. Nguvu ya kweli iko kwenye kuwa sehemu ya mchezo, si kujificha nje yake. Ukijitenga unajilinda kwa muda mfupi, lakini unajiweka hatarini kwa muda mrefu. Usibaki nje ya mchezo. Kama unataka kuelewa sheria ambazo wenye nguvu hutumia kimya kimya, subscribe sasa, save hii video na share kabla hujachelewa. Ukikosa hii, wengine watakupita bila hata kukuona.